Ndugu mpendwa, je, umewahi jiuliza kwa nini wakati Mungu alitaka kuumba samaki? Biblia inasema Mungu akazungumza na bahari akasema na bahari itoe samaki na samaki ikawa. Wakati Mungu alitaka kuumba miti alizungumza na ardhi akasema na ardhi itoe matunda na matunda mbegu izae mti na miti ikawa. Lakini wakati Mungu alifika kumuumba mtu, mwanadamu akazungumza na ye mwenyewe mwenye. Biblia inasema Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Na ukiangalia nini kinafanyika unapokamata samaki ukiitosha ndani ya maji inakufa. Ukikamata mumea unaing'oa kwenye ardhi inapoteza uhai inaharibika. Hivyo hivyo ukikamata pia mtu unamtosha ndani ya Mungu maisha yake inaharibika anakufa. Kwa sababu gani? Ukisoma kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema Adamu, Mungu alimwambia utakapokula tunda hiyo katikati ya bustani utakufa. Na Adamu alikuwa anajua kwamba ni mauti ya kidunia, mauti ya kimwili. Lakini Adamu alipokula tunda, cha kushangaza ni kwamba hakufa kama kimwili, lakini ndani ya roho, kiroho alikuwa amefariki. Sababu wakati Mungu alikuwa akiumba Adamu, Biblia inasema Mungu alikamata matope, mavumbi, akaitengeneza ikawa kiumbe, kisha akapuliza ndani pumzi ya uhai, hicho kiumbe kikageuka nafsi hai. Yani inachotupatia uzima kama vile wanadamu ni uhai wa Mungu ndani yetu ni posa. Mwimbaji anaimba anasema hivi, uzima ninao moyoni daima. Uzima ni Yesu Kristo. Uzima wa samaki ni bahari, uzima wa mumea ama mti ni ardhi, uzima wa mwanadamu ni Yesu Kristo. Ndiyo kwa maana ninakushauria siku ya leo. Unapotoka ndani ya Yesu unakuwa ni mufu aliye hai. Ukiwa mtumishi wa Mungu unatumikia Mungu kwa njia ya uchafu, kwa njia yenye aujue utakaso na hautaki utakaso. Unafanya kazi ya Mungu lakini siku ya mwisho Baba atakwambia, ondoka sikujui. Maana Biblia inasema si kila aniitaye ani Bwana Bwana ndiye mtu ninayemjua. Wengi watakuja wakasema tulitabiri kwa jina lako, lakini baba atawaambia ondoka, siwajue. Mlikuwa na jina langu, lakini hamkukua na uhai wangu. Mwanadamu unapoenda nje ya Mungu, when you go out of the presence of the Lord, umekuwa umekufa. Niposa ninakushauria hivi, na mtu aliyekufa hana haja ya ufungulivu. Ukifa hauna haja ya uponyaji, una haja ya kitu kimoja, ufufuko. Na napenda sana Yesu Kristo sababu anasema Yesu ndiye ufufuko. Wakati unakufa umekuwa umempoteza Yesu, lakini kenye kitakurudishia uhai ni kukubali tena Yesu aje atawale maisha yako na kupitia damu yake asafishe na kukufanya tena kuwa safi. Biblia nasema katika kitabu cha Waibrania, damu ya Yesu inanena mema. Hata dhambi zetu zinaweza kuwa nyekundu kama vile damu, Yesu ana uwezo kutusafisha, kutuweka nyeupe kama vile teluji. Kubali siku ya leo, uangalie ni wapi umemkosea Mungu, ni wapi umeenda mbali na upendo wa Mungu, urudi sababu uzima ni katika Yesu Kristo. Ni yeye muumbaji wa vyote, ni yeye aliyetuumba ye kwa mfano wake. Huduma unayo ni yeye aliyekupatia ye ye. Karama ambayo unajivunia siku ya leo ni yeye aliyekupatia ye ye. Hakuna cha kujivunia isipokuwa neema ya Golgotha. Ndio kwa maana nakwambia kuimba ni sawa, kuhubiri ni sawa, lakini siku ya mwisho maisha yako ya ndani iko namna gani na Mungu? Kuhubiri ni sawa, kutabiri ni sawa, lakini maisha yako ya ndani iko namna gani na Mungu? Unaweza fanya kazi ya Mungu, lakini ipo siku moja utaulizwa ripoti. Kazi unaifanya ndiyo, lakini ripoti utatoa. Unawagonganisha watu ndani ya kanisa, ipo siku ripoti utatoa. Unatumika kazi ya Mungu na ushirati ya uache, ipo siku utatoa ripoti. Unajiita mwinjilisti mhubiri, lakini unafanya pia kazi ya uchawi usiku, ipo siku utatoa ripoti. Na kushauri, siku ya leo, damu ya Yesu ina nguvu. Damu yesu ya Yesu ina mamlaka ya kusamehe kila aina ya dhambi na kusafisha nakufanya kuwa safi. Ndio kwa maana ninakuomba kwa huruma za Kristo, tuwe watu wa kushuka, tuwe watu wa kuambia Mungu tutakase, ili siku moja tukulaki mawinguni. Mungu atubariki. Amen.